na katika hivi vipindi vya hatari kama mlivyoviona hapo juu, anzala llahu taala alidhna bikitali quraishin, akaiteremsha Allah taala idhini ya kuwapiga vita, kuingia vitani, idhini ya kuwapiga vita Quraish. Idhini ikaja ni jaiz, ikiwa Mtume atataka kujitetea kwa yale yanayofanyiwa na washirikina, basi ina juzu kupigana nao. Hiyo ndiyo amri ya kwanza. Amri ya kwanza ya vita ilikuja katika msingi wa jawazi, ruhsa. Thumma tatawara hadha lidhnu, kisha ikaendelea kukua hii idhni, kwa maana ikaendelea kuboreka eh, thumma tatawara hadha lidhn, kisha ikaendelea kukuwa hii idhini hii, maa taghayuri dhurufi Pamoja na mabadiliko ya vipindi. Maana kuna wakati ilibidi jambo la idhini ya vita isiwe idhini tena, kwamba mnaruhusiwa kupigana. Wakati mwingine ikawa ni amri, ni lazima mpigane. Kwa hivyo kisha ikaboreka hii idhini eh, ma na kukua bwana, maa taghayuri aldhurufi, pamoja na mabadiliko ya vipindi hata wasala ila marhalati alwujubi, mpaka ikafikia hii idhini hii katika daraja la uwajibu eh, katika hatua ya uwajibu kwa maana ikawa kupigana lazima, sasa hakuna kukaa tena eh, watu watatoka walivyo, infiru khifafan wa thiqalan, hakuna namna, mtatoka kwenda vitani katika uzito na wepesi, kwa hali mliyokuwa nayo. Ilifikia huko, wajawaza quraishan ila ghairihim, na hiyo ithni ya mapigano ikawavuka makuraishi na kuwaendea wengine. Ikawa tu si kuwapiga makuraishi, hata wengine katika makafiri pia, ingieni nao katika mapigano kwa sababu ya dini. Kisha shekhe anasema hapa, almubarak furi wala basa an nubayina tilka almarahila. Eh, ha? na hakuna ubaya sisi kubainisha hivyo vituo vituo vya hatua za usheria wa vita, namna mambo yalivyokwenda. Hakuna ubaya sisi kubainisha hizo hatua, biijazin, kwa ufupi. Kabla an nadkhula fi dhikri alahdath, kabla hatujaingia sisi katika kuyataja matukio yale, matukio ya kivita, alipopigana mtume alahi salam na makafiri hawa

itibaru mushriki kuraishin muharibin ni, ni kuwazingatia washirikina wa kikuraishi kwamba ni maadui wenye kupiga vita, ni kuwazingatia ni wenye kupiga vita kwanza. Kwa hivyo ile dhana njema hawana neno, labda wataelewa, ikaondoshwa. Hivi washirikina wa kikuraishi wakazingatiwa ni wagomvi wenye kupigia vita. Kwa nini? liannahum badau biluduwani, kwa sababu wao wameuanza uadui. Uadui mwanzo wameuanza wao, wakiangalia chokochoko zote hizo ni wao wamezileta. Maka wamemletea mtume tabu na maudhi mbalimbali wakamdhikisha kwelikweli yeye na masahaba zake. Baadhi ya masahaba wamepigwa, wengine wameuawa, hapakuwa na uhuru. Mtume akakimbia kwa idhini ya Mola wake, yeye na masahaba zake, wakapewa amri waende zao wa Madina. Huko Madina pia chokochoko choko zimeendelea, fitina za ndani na za nje. Hawa hao Quraysh wakaendelea kumwandama Mtume alayhi salaam. Kwa hivyo ukiangalia historia uadui umeanzia kwao liannahum badau bil udwan, kwa sababu hakika wao ndio wameuanza uadui. Fahuka lilmuslimin eh, na ikafanywa ni haki bwana kwa Waislamu, an yuqatiluhum wa wapige wao, kwa sababu wao wameanza na wameendeleza, ikawa sasa imefanywa ni haki kwa Waislamu wawapige waowa wapige wao wawapige washirikina, wa wa sio kuwapiga tu, wayusadiru amwalahum, na waziteke mali zao. Ikawa inafaa kuwapiga ni muharibin, na hata mali zao zichukuliwe, kwa sababu wakiachwa kuendelea kuwa na mali zile, mali zinatumika sasa kama fimbo ya kuwachapa Waislamu. Ndiyo maana mtaona matukio kadhaa ya mtume Ali salam kuifukuzia ile misafara ya kibiashara ya makuraishi wa Makka na kuiteka. Kuna wakati wana wanashtuka wanaweza kutoroka waka escape na kuna wakati wanakamatwa wanatekwa. Yote hiyo ni kumdhoofisha nani adui. E hey, naam au wakati mwingine kumtia hofu aone kwamba hali ishakuwa ishakuwa mbaya sasa. Ikiwa biashara hatuwezi kufanya bwana, itakuwaje bwana? Hebu njoo tukae kwenye mazungumzo. Hii mbinu inatumika mpaka sasa kwenye vita vingi vya kileo. Mtu unaweza ukabaniwa kwenye kona hivi eh? Ukaona huyu ana vurugu nyingi, huyu ana nguvu sana, ukawekewa vikwazo, labda ukaambiwa meli zako hakuna kukatiza eh? au labda una wenyewe kuna kitu mnategemea kwenye nchi yenu, labda ni kilimo, mna zao fulani mnaambiwa eh, hakuna kuuza katika masoko ya kimataifa, na mfano wa mambo haya ya kufanya wewe urudi nyuma au usifaidike, ukaendelea kuwa na nguvu. Si mnasikia mambo ya vikwazo bwana, nchi mbalimbali kubwa kubwa zinawekewa vikwazo vingi ili mtu adhoofu, na kweli wengine wanadhoofika na wanarudi nyuma. Hata kama wale viongozi wanakomaa tukubali tuko, lakini ukiangalia nchi yake taabani, wananchi wanatafuta mkate, mkate hamna, si ndio? Eh, huduma muhimu hakuna, madawa watu wanaandamana, vikwazo vina hapo. Nazungumzia mabwana wakubwa, lakini kuna nchi zingine hizi, ah, Allah tustiri na mambo ya vikwazo na vita vya maadui bwana, likizuiwa dona tutumeisha eh?

wengineo wasiokuwa wao katika waliobakia katika washirikina wa Kiarabu, kwa maana agizo hili liliwahusu li washirikina wa, wa Makka tu, na kupigwa na mali zao kutekwa, basi na wengine waliobakia katika washirikina wa Kiarabu, jambo halikuwavuka kwenda kwa wengine, lilianza na hawa kwanza, na hii pia ni siasa ya uongozi. Wakati wengine, unawezekana ukawa na maadui wengi, kuwachanganya wote kwenye vita moja, unaweza usitoboe wewe. Unaweza ukawapa namba wale eh, ili uweze kudili na mmoja mmoja, ukamwita adui la duti eh, adui mkubwa, di yetu namba moja ni huyu. Alafu kuna mwingine ni adui yako, ukamwita mshirika wetu katika maendeleo pamoja na changamoto eh? Nampa namba yake, unamweka kiporo, si ndio eh, ili naye avimbe kichwa kule. Kama mimi mimi, sina neno, kumbe unajipanga. Akitoka huyu nani, ni yeye. Lakini wakati mwingine ukiwakusanya wote wawezi, angalia vitabu vya wanawachuoni wa Kiislamu Alafu mseme kwenye Uislamu hakuna siasa, siasa yetu nyinyi hamuitaki, lakini e iko. We angalia maneno haya, angalia hii mipango na hivi vitabu vya Kiislamu, sio vya Wagiriki au sijui Mjerumani gani. Aa, vitabu vya mashekhe hivi, na wanatuelezea historia ya Mtume alayhi salam, ndio mambo ambayo yanafanyika leo eh? Eh, sasa ukisoma kweli, unaswadikisha Uislamu uko mbali sana. Lakini kama hujasoma mambo ya kiislamu kama hivyo, wewe utawachukulia Waislamu ni washamba tu, na kwamba nyinyi ndio wajanja, si ndio eh?